Eh, kwa maelezo haya hapa, haya hivi, Ukristo tafsiri yake ni uzezeta, ni utahira au Ukristo ni utakatifu? Na ili la kufungwa makanisa ya Gwajima, kama ingelikuwa Waislamu wafunge msikiti huu mmoja tu, afasingefagalika kwa sababu gani? Si tumeambiwa huku kwamba dini yetu asiziwe mtu yote kufanya ibada, tuwe na uhuru. Kitendo cha kufunga msikiti, watu wasiende kuabudu, ah, jihadi hiyo. Umetangaza jihadi, mweshimiwa. Na jihadi mtu akienda kupigana jihadi ya haki ya dini yuko tayari kufa, na anaamini kabisa, anaamini kabisa, akifa anaingia peponi, anaamini kabisa, akifa anaingia peponi. Kwa hiyo kama ingelikuwa Waislamu kufungiwa kufungiwa, kufanyiwa haya wanaofanyiwa Wakatoliki au waliofanyanga jima Kitanzania, haikaliki wajaribu siku moja wajaribu siku moja huyo anayesimamia anayesimamia taasisi eh, eh, eh, ajaribu siku moja akaifu aufunge msikiti mmoja, sio sio makanisa sitini, msikiti mmoja tu aufunge. Siku hiyo nchi itapinduliwa siku hiyo hiyo, na kama ikupinduliwa, basi tutakufa waislamu wote, tutakufa waislamu wote, kwa sababu tukakupigana katika tuka kudai haki, mnaweza mkafa na kweli mkafa, kweli kwa sababu ni ngumu, lakini kile kinyongo kinabakia, kile tutajifanga tena mwaka wote ule. E, e, kwanza dada, usinisemeshe sana, kwa sababu sisi tumeruhusiwa katika Uislamu kisasi haku kusamia bora, lakini kisasi haki. Sisi kama tungefanyiwa haya yanayofanyiwa haya, tusingekubali Jino kwa jino, jino kwa jino, anasema jino kwa jino. Na sio sisi tu, hata isla, hata Kristo Yesu aliwaambia Wakristo, sikuja kuitangua Taurati ta wala Zaburi, nimekuja kuiendeleza. Kwa hiyo hata Wakristo wanaruhusiwa kufanya haya haya, anaruhusiwa kwa sababu Yesu hakutengua Taurati. Sasa hebu iangalie Taurati, akina Daudi walipigana wote, walipigana kwa kutotea, kwa yu kutotea, yu kutotea, kwa ya kutetea dini yao. Kwa hiyo jihadi ni mtu ambaye anatetea imani yake, ndio inaitwa jihadi. Ikiwa Mkristo anatetea imani yake jihadi ya ikiwa Mwislamu anatetea imani yake ni ya jihadi, na ingelikuwa jihadi. Kwa hiyo Wakristo wakifanya jihadi ya haki yao, na Waislamu wakitufanyia huni tafanya jihadi haki yetu iit sinielewa, maelezo haya yana kipande cha ukweli. Sina maana tunahitaji kulipa kisasi kwa namna ambayo Waislamu hufanya, lakini mimi ni mmoja kati ya ambao wamefungwa gerezani. Mke wangu kafu, kalala maabusu kwenye baridi kali kwa kosa la kuabudu na kanisa limepitia kadhia, udhia, na hata kukaa kwa namna tu ambayo kwamba sasa, kama ni kutuua na watuue, na walikuwa tayari kutuua, na inawezekana kabisa mimi nisinge nisingeondoka pale kanisani, tunge kungekua na mauaji ya kimbali yaani pale zinge mwagwa risasi kwa wote ambao walikuwepo, kwa sababu najua wote waliutegemea. Wakati ambao ulipangwa ule wa 29, 30, 31, ule ulipangwa, kila mali walipolenga kuua, ulipangwa, pangekuwa na mauaji ya kimbali, na hasa pale kanisani. Mimi ningekuwepo, kama nisingeuawa kabla inawezekana idadi yoyote ya watu wangekuwepo pale ingeokotwa miili. Lakini mwisho wa yote, ukristo ni nini? Ni utahila unaoweza ukachezewa na kufanyiwa kwa namna yoyote, ama ukristo ni utakatifu kwamba unatakiwa kwa kuwa iliandikwa atakaye kupiga shavu hili mgeuzie na hili ama hapo ndo umekuwa mlango sasa wa kufanyiwa kila ambacho wauaji wangetaka kufanya. Jambo gumu sana. Hivi kweli Yesu alikubali kufa kwamba basi tu wa Kristo, tutakuwa kondoo wa kuchinjwa, tutakuwa tunachinjwa tu? Au aliruhusu alimaanisha, ali ali, kweli tunaweza tukauawa kwa sura kama hii ambayo tunauawa lakini kwa namna ya kudhibiti, kwa sababu nchi za wenzetu wameuana sana, wameuawa sana watu wema, kwa sababu Kristo kiujumla sio ule msalaba sio ile bibilia. Ukristo ni tabia za Kristo, manake kuhamasisha watu asilopenda kutendewa na yeye asimtendee mwingine, na kwamba kwa namna ile ile mtu anayependa kutendewa kama vile mbinguni hawaumizani, hakuna kilio, hakuna... hivyo hivyo tulazimisha na watu wengine wasimuumize mtu mwingine. Ukristo ni huo, ukristo ni hivyo. Lakini je, tafsiri yake ni kwamba ni ni watu wa kuchinjwa tu kama kondoo machinjioni, kuchinjwa kama mbuzi ku, ku, wanaweza kufungiwa kanisa wakafunguliwa wakafungiwa bila utaratibu wa kisheria wakafunguliwa bila utaratibu wa kisheria wakafungwa magerezani wakatekwa wakauwawa itabaki hivyo mpaka wauaji watakapokuja kuridhika. Hawa Wakristo hawataki kufafanua, kueleza, kuchukua hatua mojawapo ya kutishia, kudhibiti wauaji waache kuwa wenzetu, nchi ambazo kwa ujumla ziliacha kuonea watu wao. Ninachohisi, ninachojua akina Martin Luther walizikabili mamlaka, ndio waliwao, lakini walizikabili mamlaka na kwamba hapana, mambo yasiyo hivi. Ah, lakini swali kubwa tu na gumu lilomo kichwani hapa kwa maelezo haya aliyoeleza huyu bwege yanatoa tafsiri ukristo na wakristo ni matahila na tutafanyiwa mambo mengi sana, na ndio maana sasa hivi nguvu kubwa inayotumika inatumika kutudhibiti, tuone ndugu zetu waliouawa ni kuku tu, zimechinjwa zile, ulikuwa ni wakati wa kula kuku aina hiyo, kwa sababu tunadhibitiwa, usizungumzie usi usidai huko ni kuendelea kuleta uchochezi. Ni kuku tu ambao akichinjwa mtu anaweza akawa na dhibiti kwamba sasa huyo kuku alishachinjwa, na wewe nitakurudishia mwingine au nitakulipa hela. Lakini binadamu, kwa mujibu wa Biblia, kuwawa kwa binadamu kunatakiwa unadai wakati wote wa uhai wako, na hata baada ya uhai wako kuna kitu ambacho nimesoma mara kadhaa na nitaendelea kusoma katika Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya sita mstari wa tisa Ufunuo wa Yohana sura ya sita mstari wa tisa imeandikwa: na alipoifungua muhuri ya tano, nikaona roho ya roho, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao nao wakalia kwa sauti kuu wakisema, E Mola Mtakatifu mwenye haki na mwenye kweli, hata lini kuto kuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hawa wakaao juu ya nchi. Hawa wamekufa hawapo kwenye ulimwengu huu, lakini nao wanadai haki yao. Kwa nini waliuawa na waliowaua? kudai watu wako kuwawa ni neno la Mungu. Wahubiri wote walichukiwa na kuchukuliwa hatua mbaya, kwa sababu ya kudai kuwawa kwa watu wao. Yesu amekuja, anasema mmewaua manabii niye Mafarisayo, kwa ajili ya kutaka kuibia watu. Kila nabii wa kweli mmemuua, kila mfalme wa kweli mlimuua. Mitume wanaanza kuhubiri, wanasema mmemuua mkuu wa haki, mmemuua mkuu wa uzima, mmemuua bila hatia, Yesu. Mmemuua kwa kosa gani? Mmemuua kwa sababu gani? na mmesema damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Sapana, msiseme tena kwa habari minata ya jina la Yesu, msizungumzie tena habari za Yesu. Kumuua, kumuua, kumuua, msizungumzie kumuua. Sa mlimuua na mmesema damu yake na iwe juu yetu, kwani sasa hivi mnataka tu yaishe, yaishe, yaishe, tusameane, maridhiano. Maridhiano gani? hebu maridhiano haya tu tu yawekee kamtego kadogo tu Fanya hivi, hebu leteni familia zenu wazazi wenu watoto wenu wauawe tu hapo, waueni tena wenyewe waueni, afu wekeni hayo maridhiano, mwone ilivyo, ilivyo rahisi. Mkuki kwa nguruwe kwa binadamu uchungu. Nyie wa kwenu ni watu sisi wa kwetu ni kuku. Dani, wewe watu wako, mtu mmoja muniambia asema se mimi ningefanyiwa hivyo Ningekufa na kijiji. Mimi ningefanyiwa hicho ulichofanyiwa Mbarikiwa, ningekufa na kijiji. Lakini ni, ni, ni, ni moja ya mtu ambaye alikuwa kwenye, kwenye, m, kwenye namna yumo kwenye mifumo ambayo kwa namna moja nyingine ni sababu ya watu kuuawa, lakini anasema mimi, mimi sio wakufanyiwa hivyo, hiyo ni ya kufanyiwa nyie. najaribu kujiuliza, anyway, mimi mimi mimi kwa sababu haiwezi kunisaidia, mi niseme tu kweli, haiwezi kunisaidia hata ni nikuinua upanga wangu kukua wewe, pengine niwe na mamlaka inayoruhusu kufanya hivyo, mamlaka kisheria na Kibiblia, ambayo ukiwa mwamuzi wa mwisho kwenye, kwenye, kwenye nchi ina, Biblia inaruhusu ulipize kisasi kwa niaba ya Mungu lakini kwa hali kama hii najaribu kujiuliza tu kwamba hivi Ukristo ni ujinga? Ndio maana unafanyiwa vitimbwi na vituko vya kila aina. Leo wanaweza wakaleta wakatoliki wa aina yoyote, wanasema Wakorinto wa kumi na mbili mpaka wa kumi Petro station wa kumi na sita <laughs> na hakuna kinachofanyika kuna kinachofanyika bwega. Nasema Waislamu wangefanywa hivi, nchi isingekalika na. Nasema wajaribu waone, na ukiangalia, vina vinaelekea kwenye ukweli fulani. I say, haya bwana, haya, naacha tu hilo mm. Asante na ongera kwa kunisikiliza. zuru, zuru, zuru, zuru. Mara kikao Zanzibar, ni fedha ni rasilimali kiasi gani zinatumika niye kwenda kufanya mavikao Zanzibar? Watu wanaonewa wivu kwa jia ya rasilimali zenu zenu, na nani? Si wanaonewa wivu kwa jia ya matumizi ya kishetani kama haya eh, ni kwa sura kama hii unayoona hapa Mwiguru ndo anatoa macho hivi na kusema wanatuonea wivu kwa rasilimali zetu. Rasilimali zenu ambazo mnazitumiaje? Wote muliowaua mmewaua wakati wanatoa maoni yao, ushauri wao, namna ambavyo hizo rasilimali zingetumia zingetumiwa na ziitwe kwamba ni zenu. Magufuli ali fanya uthubutu Ikulu akaitoa Dar es Salaam akaipeleka Dodoma, kwa sababu shughuli nyingi za kiserikali na ofisi nyingi ikiwemo Bunge viko Dodoma. Kwa hiyo alijua kwamba kuna matumizi e, ya fedha za watu kusafiri toka Dar es Salaam kwenda Dodoma mara kwa mara, hivyo inatakiwa serikali zo, e, ofisi zote za serikali zikawe sehemu moja ili ili fedha ili rasilimali zitumike kwa ajili ya watu wote. Eh, kuna chawa hapa naweza akaluka, mbona Magufuli yeye alikuwa anafanya vikao vyake Chato? Ule ulikuwa ni kipindi cha korona, ulikuwa ni uthubutu wa kiwango cha juu sana, ambao ofisi zote serikali zote kote duniani zilikuwa hazifanyi kikao cha aina yoyote, yeye pamoja na wakati wa korona na kwa sababu imeonekana watu wote takiwa watoke maofisini, iyi ndo alikuwa nasema, enewe mi hapa ni nyumbani kwangu, kila anayetaka kuja kufanya kikao nafanya na, na, na ili kazi iendelee, mambo yaendelee kufanyika hata katika kipindi kinacho kilicho na propaganda ya ugonjwa feki. Lakini nyiye sasa hivi eh, ndo hivyo zuru, zuru, zuru, zuru. Mala kikao Zanzibar ni fedha, ni rasilimali kiasi gani zinatumika, nyiye kwenda kufanya mavikao Zanzibar. Watu wanaonewa wivu kwa ajili ya rasilimali zenu zenu na nani? Si wanaonewa wivu kwa ajili ya matumizi ya kishetani kama haya ambayo mnatumia mnazurwa nazo. Haya mlitoa ikulu Dar es Salaam, lakini bado kuzuru, zuru, zuru, mavikao chungu nzima Unataka urahisi, upendi hali ya hewa mahali ofisi yako ilipo. Unataka kazi, upendi hali ya hewa mahali ofisi yako ilipo, kisha tu una uwezo wa kuua mtu yoyote ambaye atakwambia, ata kama unasema rasilimali hizi nzetu wote hebu zitumike kwa namna ambayo itafaidia watu wote, sio wewe tu ukijipangia, ukafanya kikao angani, ukafanya kikao baharini, ukafanya kikao kwenu, ili kwa kile ambacho mnasema, si ndo mnapeleka mapato kwenu? Hakunaga utajiri unaopeleka kwenu kwa damu, hakuna. Hakuna manufaa yoyote Wazanzibari wanaweza akawa wanayapata ikiwa kama dhamira ni kupeleka pengine yo mamichezo koko kwenu kama kupeleka mavikao ma, ma, ma, ma, ma, maafla, ma, ma, ma, ma baraza mnapeleka. Kama mnadhani kuvipeleka peleka huko ndio kuleta maendeleo ukwenu, kweli kabisa. Wanasiasa, akili yenu, akili yenu ni dhaifu yenu ni dhaifu ni matope, akunaga maendeleo nayopereka kwenu, wakati jamii nyingine inalia na maendeleo hayo, hayatageuka maombolezo kwa hiyo jamii unayoiperekea hicho ma, ma, ma, unachoita maendeleo. Lakini hoja yangu ya msingi, Mwiguru na kundi lako, hizo ndo rasilimali wanawaonea wivu ili muzitumie hivyo Enewe anyway, naomba usikie Mwiguru na kundi lako, mimi hapa sipo kudai matumizi mazuri ya rasilimali au rasilimali, nilishavuka huko. Hapa niko kudai uhai wa watu muliowaua, munao waua, munao wateka, munaotutafuta kwa udi na uvumba, kwamba je wivu ni hivi wanavyogusia matumizi mazuri ya rasilimali kwamba kama ni ofisini munge kazi, lipo ofisi ili mu minimize cost na zaidi ya yote mimi nadai muliowaua kwa sababu ya kile ulichoita wanawaonea wivu rasilimali zenu. Nawadai mlio waua kwamba tunadai tunataka mili kwanza, mili yao Toeni miili ya mlio waua, toeni miili ya mulio waua wa mbili, toeni sababu, toeni rasilimali kiasi gani? Kiasi gani, rasilimali kiasi gani zinafanana na uhai wa mulio waua? Ni rasilimali gani, Mwiguru? Ni madini gani? Ni, ni, ni, ni mbuga zipi ni Niba, bandari ipi, ipi ni bahari ni, ipi ni nini kinafanana na uhai wa mtu ambacho kilikusukuma mwigu na kundi lako, ambayo eh, chalamira kuna mara amesema kwamba kwa eh, sababu tuliona wana mpango wa kwenda kuchoma, kuchoma eh, gesi Tulien, tuliona mitungi ya gesi si, gesi wanataka kwenda kuchoma stendi ya Magufuli, tuliona tuwaue hao wachache mbea, walienda, ku, walienda kuchoma eh, wapi palipo na, na, na, na, na, na, na, na mitungi ya gesi palipo na power station ya gesi? Wapi stendi ya Magufuli ipi walikuwa naenda kuichoma? Eh, Mwanza, Arusha kote kule mulienda mulienda kuua, mulienda kuua mulio kwa, mnawafuata majumbani. Walikuwa naenda kuchoma power station ipi? mukamua muaue hao mulio uwa, kwa ajili ya rasilimali charamira. Dar es Salaam tunge kufa wote, ayo majeshi yenu ayana namna ya kulinda hiyo power station. Hayana namna ya kulinda hawa waandamanaji wasifikie hiyo stendi ya Magufuli, njia pekeni kuwafuata majumbani na kuwaua. Wanaangalia mipira huwa wote kumi kumi na mbili nini, mnaenda kuchoma power station mnapoangalia mpira ndani, kwa ajili ya rasilimali zinazotusua matumbo. Tafikiri majipu yametuna, ndo muko na matumbo. Sasa nini tunaua watu kwa njia ya rasilimali, munaanza kuzitumia hivi kuzurura zurura. Enewe, anyway, mi siko hapa kudai hizo rasilimali kuleni, lakini niko hapa kuwakilisha damu ya abiri kwamba italia milele mpaka wakati ambao Mungu atawalipa sawa na ushetani wenu. Nimetoa wito, nilitoa wito kule nyuma kwamba njoni tuzungumze. Sasa ndo mnasema tuzungumze, zungumzeni na mulio huwa mugawane vizuri hizo rasilimali, zungumzeni na waliowasaidia kazi ya kuua. Sasa hivi mi natoa wito kwa neno la Mungu kwamba kuna nafasi moja tu ya maridhiano ambayo ni nyie kuachia mamlaka ya damu, tokeni kwenye mamlaka hiyo. Ni adamu hamna raha. Mtakuja kupata raha, hakuna wema mtafanya. Kuna kikao mtakalia Zanzibar, mtakalia Dar es Salaam, mtakalia Tanga, mtakaa kokote, mutapanga kufanya mema yawe badala ya ubaya muliofanya, hakuna uzuri mtafanya. Mnajisumbua, mnajidanganya, mnajidanganya. Hakuna wema mtafanya utaondoa damu za watu zinazopiga kelele kwenye famu zenu, kwa watoto wenu, kwa wake zenu, kwa waume zenu. Hata wake zenu, watoto wenu, wazazi wenu, wanaona wanyama, nyie sio binadamu. Hata kama kuna wakati wanapokea vizawadi vyenu, wanakula kwenye nyumba, mna magari mnayowapa, lakini kuna wakati magari yale wanaona damu zinatembea kwenye magari hayo, damu zinatembea kwenye nyumba hizo hakuna wema munaokaa munao munaopangana mnaweza mkafanya mfunike damu hizi. Zaidi ya yote, naamini vikao hivyo hata kama inawezekana kabisa, vikao hivyo hata kama vinajadili mema ni vikao ambavyo e, e, nyuma yake mkakati wake kundi lilomo li humo ndani kwa kipande kikubwa, nyuma ya vikao rasmi munajadiri ukatiri zaidi kwa sababu hakuna namna utawala wenu wa kishetani na wadamu utasimama kwa haki na kwa wema. Niye njia pekee utawala wenu wa kishetani na wadamu kusimama, itabaki kuteka, kuua, kuua, kuteka, kuteka, ubabe mpaka malipo ya mwisho ya Mungu yatakapotokea. Nimetoa pendekezo kwamba njia pekee ya maridhiano. Achieni hiyo damu mulioshikiria nyie, mwichoshikiria mmeshikiria, damu sio mamlaka. Chirieni hiyo damu ya watu mlioshikiria, mliokunywa, munayooga, achirieni hiyo damu, tokeni kwenye mamlaka hiyo, ruhusuni namna pekee ya watu wanaweza kusimamia maridhiano kati ya kundi la muliowaua na kuwatesa kwa miaka mingi na kuzitumia rasilimali ambazo ndio mnazililia, mmezitumia kwa namna nyingi ya uharibifu na ubadhirifu. Wapeni watu wengine wasimamie hayo maridhiano. Pana nafasi ya nyie kuto kuingia kwenye kifo, nyie na watoto wenu wote, inawezekana wazazi wenu wote na ndugu zenu wote. Lakini kama mutashikiria hicho kijiti cha moto, hizo damu mulizoshikiria, mtashikiria, saa inakuja, mtapoteza mali rasilimali hizo, mtapoteza vyeo hivyo, mutapoteza na uhai wenu na wa watoto wenu na ndugu zenu wote. Na, na, na wake zenu na waume zenu na wahakikishia, kisasi kinachokuja ni kisasi cha Mungu, ni kisasi cha fungia dunia, naitaka fungia mwaka hiki, ni kisasi cha fungia dunia. Putin amesema mwandishi, hivi dunia inawezaje ikawepo bila Urusi? Na mimi nasema hivi dunia inaweza ikawepoje asipotokea mtu atakayekomesha na kudhibiti mtu ambaye kwa namna zake na kikundi chake atakuwa na uhuru wa kuua idadi yoyote ya watu kwa sababu anazozitaka yeye, kuonea, kuwatesa kwa sababu anazoziona yeye tu. Nyee kwa sasa mnasema kwa sababu ya wanawaonea wivu kwa sababu ya rasilimali zenu na sima zenu zenyewe nazitumia hivi kishamba, kwa kuzurura hivi, na cha ofisi mnazurura hivi, kila mahali ulipo unajiwekea ni nikuru yako nini, eti mnahisi ndo njia ya kupeleka maendeleo, shamba tu na ulimbukeni wavimadaraka. Ndo maana wanasema maskini akipata matako analia mbwata, huko ndo matako kulia mbwata anza kuvitumia kishamba kishamba tu kwa namna inayokuchoresha wazi wewe ni binafsi. Vitu vingine hivi tunawapa ndo ushauri wa kwamba mungekuwa na sikio la kusikia, mungekuwa mkikaa humo mnavyosema vikao vyenu, mungejadili, mungetoa tafsiri hizo rasilimali mzo zitolea maana, tafikiri chura kakanyaga na tairi ya gari wala hata mungezitumiapo vizuri, lakini kwa kuwa macho yamejaa damu, fahamu zimejaa damu, akili zimejaa damu, bado kwa namna yoyote mtakaojaribu kuwa wema, ndipo mtaaribu zaidi. Enewe anyway, asanteni kwa kunisikiliza.